Tetemeko kubwa la ardhi limepiga katikati mwa taifa la Myanmar. Tetemeko hilo la ukubwa wa 7.7 lilisikika maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Thailand na kusini magharibi mwa Uchina. Zaidi ya watu 150 wameripotiwa kuangamia, huku wengine bado hawajulikani walipo. Mali ya mamilioni pia imeharibiwa na watu kadhaa pia wakiachwa na majeraha mabaya. Kulingana na shirika la utafiti wa jiolojia la Marekani, kitovu cha tetemeko la ardhi kilikuwa kilomita 16 kaskazini magharibi mwa mji wa Sangain nchini Myanmar katika kina cha kilomita kumi. Nchini Myanmar kuna ripoti za barabara kuharibiwa katika mji mkuu na uharibifu wa majengo kote nchini. Mitetemeko mikali pia ilisikika maeneo mengine ikiwa ni pamoja na Thailand na kusini magharibi mwa Uchina. Huenda <laughs> ikachukua muda kabla ya takwimu rasmi za majeruhi kujulikana, lakini mjumbe wa timu ya uokoaji iliyoko Mandalei amesema kwamba idadi ya waliofariki ni mamia ya watu. Kevin Sewe, Mwanzo TV.